Mimi naitwa Selemani Ali Mchomfu. Mimi ni mzee kiongozi wa kanisa ili na hapa Buguru, uh, Assemblies of God hapa Buguru. e, mimi kiongozi nasimamia kanisa, kuongoza kanisa liende sawasawa, kufata utaratibu wa kanisa na kuwasaidia watu kumfuata Mungu na kuja kanisani kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Namshukuru sana mchungaji wangu Mchungaji Julius e, na washirika wote kwa ujumla e, kunichagua na kuona kwamba na nafaa kuwaongoza e, watumishi wa Mungu mahali hapa. Kwa hiyo namshukuru na tunashirikiana kwa uzuri kabisa kuifanya hii kazi ya Mungu mahali hapa. Kanisa letu tunawapenda watu wote, tunapenda waliookoka, tunapenda na wasiookoka. Kwa hiyo tunawakaribisha watu wote ambao hawajaokoka na wale ambao pia wameokoka, tunawatia moyo ili waweze ku kufanya juhudi za kufika kanisani ili tuweze kumtukuza Mungu huku tukiwakaribisha wale ambao hawajaokoka nao pia waje kanisani, tushirikiane pamoja kumtafuta Mungu na kumtukuza Mungu. Ibada zetu zinaanza asubuhi zenye saa tatu na tunamaliza ibada yetu saa sita na nusu. Kwa hiyo tunawakaribisha watu wote, karibuni kwenye ibada, tushirikiane pamoja kumtukuza Mungu.